Mlango wa 23. Basi haya ndiyo maneno ya mwisho ya Daudi. Daudi mwana wa Yese anena, anena huyo mtu aliyeinuliwa juu, yeye masihi wake Mungu wa Yakobo, mtungaji wa nyimbo za Israeli mwenye kupendeza. Roho ya Bwana ilinena ndani yangu, na neno lake likawa ulimini mwangu. Mungu wa Israeli asema, mwamba wa Israeli aliniambia, atawalaye wanadamu kwa haki akitawala katika kicho cha Mungu, atakuwa kama nuru ya asubuhi, jua lichapo asubuhi isiyo na mawingu. Je, sivyo ilivyo nyumba yangu mbele za Bwana? Kwa kuwa amefanya nami agano la milele, ina taratibu katika yote, ni thabiti; maana ni wokovu wangu wote na shauku langu lote. Lakini hata wachipuza watu wa ubatili, watakuwa wote kama miiba ya nyikani ya kutupwa, ambayo haivuniki kwa mikono. Mtu atakayegusa hiyo na awe na chuma na mpini wa mkuki nao watateketezwa papo hapo kwa moto. Haya ndiyo majina ya mashujaa aliyokuwa nao Daudi: Yashobeamu Mhakmoni, mkuu wa maakida. Huyo aliinua shoka lake juu ya watu mia nane waliouawa pamoja na. Baada yake kulikuwa na Eleazari mwana wa Dodai Mwahohi, mmojawapo wa wale mashujaa watatu waliokuwa pamoja na Daudi walipowatukana Wafilisti waliokuwa wamekusanyika huko ili kupigana na watu wa Israeli, walikuwa wamekwenda zao. Huyo aliinuka akawapiga wafilisti hata mkono wake ukachoka na mkono wake ukaambatana na upanga, naye Bwana akafanya wokovu mkuu siku ile, nao wa watu wakarudi nyuma yake ili kuteka nyara tu. Na baada yake kulikuwa na Shama mwana wa Agee Mharari, nao wafilisti walikuwa wamekusanyika huko lehi palipokuwapo konde lililojaa midengu, nao watu wakawakimbia Wafilisti, ila huyo alisimama katikati ya konde lile akalipigania akawaua Wafilisti, naye Bwana akafanya wokovu mkuu tena. Watatu miongoni mwa wale thelathini waliokuwa wakuu wakashuka wakamwendea Daudi wakati wa mavuno mpaka pango la Adulamu, na kikosi cha Wafilisti walikuwa wamefanya kambi katika bonde la Warefai naye Daudi wakati ule alikuwako ngomeni na jeshi la Wafilisti wakati ule walikuwako Bethlehemu. Daudi akatamani akasema, laiti mtu angeninywesha maji ya kisima cha Bethlehemu kilicho karibu na lango. Basi hao mashujaa watatu wakapenya jeshi la Wafilisti, wakateka maji kutoka kile kisima cha Bethlehemu kilicho karibu na lango, wakayachukua wakamletea Daudi, walakini yeye hakukubali kuyanywa akayamimina mbele za Bwana akasema, hasha Bwana, nisifanye hivi! Je, si damu ya watu hawa waliohatarisha nafsi zao? Kwa hiyo hakukubali kuyanywa. Hayo ndiyo walioyafanya wale mashujaa watatu. Tena Abishai nduguye Yuabu mwana waseruya, wa Seruya, aliyekuwa mkuu wa wale watatu. Huyo aliuinua mkuki wake juu ya watu mia tatu akawaua, akawa na jina kati ya wale watatu. Je, huyo hakuwa na heshima maalum miongoni mwa wale watatu? Kwa hiyo akawekwa kuwa akida wao, ila hakudiriki kuwamo katika wale watatu. Tena Benaya mwana wa Yehoyada, mtu hodari wa Kabseeli alikuwa amefanya mambo makuu. Aliwaua simba wakali wawili wa Moabu, pia akashuka akamuua simba katikati ya shimo wakati wa theruji. Huyo naye akamuua Mmisri mtu mrefu naye huyo Misri alikuwa na mkuki mkononi, lakini yeye alimshukia na gongo, akamnyakulia Misri mkuki mkononi mwake, akamuua kwa mkuki wake mwenyewe. Hayo ndiyo aliyoyafanya Benaya mwana Hoyada, wa Yehoyada. Akawa na jina kati ya wale mashujaa watatu. Alikuwa mwenye heshima kuliko wale thelathini, ila hakudiriki kuwamo katika wale watatu. Naye Daudi akamweka juu ya walinzi wake. Asaheli ndugu ye Yoabu alikuwa mmojawapo wa wali thelathini na Elhanani mwana wa Dodo wa Bethlehemu na Shama Mharodi na Elika Mharodi na Helesi Mpeloni na Ira mwana wa Ikeshi Mtekoi na Abiezeri mwana Thothi na Sibekai Mhushathi na Salmoni Mwahohi na Maharai Mnetofathi na Heledi mwana wa Baana Mnetofathi na Itai mwana wa Ribai wa Gibea wa wana wa Benyamini na Benaya mpirathoni na Hurai wa vijito vya Gaashi na Abieli mwarbathi na Azmawethi mbarhumi na Eliaba mshalboni na wana wa Yasheni na Yonathani mwana wa Shama mharari na Ahiamu mwana wa Shalali mharari na Elifeleti mwana wa Ahasbai na Heferi Mkaamathi na Eliamu mwana wa Ahithofeli Mgiloni na Hezro Mkarmeli na Parai Mwarbi na Igali mwana wa Nathani wa Soba na Bani Mgadi na Seleki Mwamoni na Naharai Mberothi ambao ni wachukua silaha wa Yoabu mwana wa Seruya na Ira Mwitri na Garebu Mwithri na Uria Mhiti. Jumla yao ilikuwa watu thelathini na saba.